Wafanyakazi wa county government wameanza kulipa pesa yao ya miezi tatu, tutafa, tumehakikisha kwamba wanalipwa mwezi moja. Wameanza kulipwa jana, wataendelea kupata kesho. Next week watagawa walipe hiyo ya mwezi wa pili, halafu watamalizia ya mwezi ya tatu, na tumeweka mpango ya kuhakikisha kwamba kuanzia tarehe 26 tarehe 27 ya kila mwezi mshahara ya employees ya Turkana County Government aiwezi chelewa, na wacha niwaambie ukweli, mimi nimetembea kwa makaunti nyingi. County government ya Turkana ni wakati huu tu tumekuwa na changamoto ambayo tume Gavana ame direct kwamba itekelezwe na ifanywe na iwekwe hiyo mpango lakini iko makaunti mingi saa hizi, wapo wanadai mishahara ya miezi sita, wanalipa miezi miwili na wanakaa tena miezi nne. Kwa hivyo county government ya Turkana inajaribu, na kama mshahara ulichelewa kwa hii miezi mitatu, haitawahi chelewa tena.